Kamati yetu imefanya kazi e, kwa weledi mkubwa katika tuzo zilizopita na tunaahidi e, kuendelea kushirikiana na kufanya kazi kwa uwazi, weledi na ubora zaidi. Lengo hasa la tuzo hizi ni kuendelea kuwatambua na kuwaenzi wanamichezo na timu za kitanzania like ambazo zimefanya vizuri e, katika mashindano mbalimbali ya kimataifa kwa mwaka 2024 20 juhudi zao na mafanikio waliyoyapata yamesaidia kupeperusha vyema bendera ya nchi yetu kimataifa na kuletea taifa letu heshima kubwa. Hafla hii limepangwa kufanyika tarehe moja Juni mwaka huu katika ukumbi wa The Superdome Masaki, Dar es Salaam. Hayo ni takriban siku kumi e, zijazo. Mgeni rasmi katika hafla hii ya tuzo kwa mwaka 2024 anatarajiwa kuwa mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuzo hizi zinafanyika kwa mara ya tatu mfululizo baada ya kufanyika kwa mafanikio makubwa kwa awamu mbili zilizopita zile za 2022 na, na kwa tuzo za 2023 ambapo wana michezo zaidi ya mia saba wakiwemo wachezaji, viongozi wa michezo, viongozi wa, wa, wa taasisi na serikali na binafsi, wana habari za michezo, wafadhili na wadau wengine walishiriki, huku maelfu ya wananchi wakifuatilia kupitia vyombo vya habari. Tuzo hizi zimekuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu zimeongeza ari kwa wanamichezo wetu na kuwafanya kuongeza juhudi kwenye mashindano ya kimataifa na kufanya umma wa Watanzania kutambua mafanikio yanayopatikana katika sekta ya michezo. Kwa hiyo kwa mwaka huu tuna vipengele mbalimbali uh, mbali, uh, kwa tunzo za mwaka 2024 na tukianzia na mwanamichezo bora wa kiume, tutakuwa na mwanamichezo bora wa kike, tutakuwa na mwanamichezo bora kijana wa kiume na mwanamichezo bora kijana wa kike, tutakuwa na mwanamichezo bora wa kiume mwenye ulemavu, mwanamichezo bora wa kike mwenye ulemavu. Hei, tutakuwa na timu bora ya mwaka ya wanaume kwa upande wa timu za taifa, lakini pia tutakuwa na timu bora ya mwaka wanawake kwa upande wa timu za taifa. Tutakuwa pia na timu bora za mwaka wanaume kwa upande wa virabu na timu bora tutakuwa na tuzo hiyo kwa kocha bora wa mwaka wa, wa kiume na kocha bora wa kike wa mwaka. Tutakuwa na mwanamchezo bora wa kiume kutoka mashuleni na mwanamchezo bora wa kike kutoka mashuleni. Tutakuwa na mwamuzi bora wa kiume wa mwaka na mwamuzi bora wa kike wa mwaka tutakuwa pia na mwanahabari eh, za michezo bora wa kiume wa mwaka na mwanahabari za michezo bora wa kike kwa mwaka. Tutakuwa na vivyo tuzo ambazo hizi zimeongezeka, eh, mwana michezo nguli wa zamani au Sports Legend Award, na tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu eh, kwa maana People's Choice Award kufanya maboresho ya kuongeza thamani katika tuzo hizi kwa mwaka huu, kutakuwa e, na maboresho katika baadhi ya vipengele kwa kuongeza vipengele viwili kama nilivyovitaja, e, mwana michezo nguri wa zamani, e, Sports Legend Award na tuzo ya mchezaji bora chaguo la watu au People's Choice. Kwa hiyo katika kipengele cha mchezaji bora chaguo la watu e, wadau wananchi watapata nafasi ya kumchagua mchezaji bora wanaependa na kuona anafaa kupata tuzo hiyo eh, kwa kuandika jina la mchezaji huyo na kulituma kwa namba ya WhatsApp eh. Kwa hiyo lengo la kipengele hiki ni kuwapa nafasi wadau kushiriki mchakato wa kumchagua mchezaji bora ambaye wanaona amefanya vizuri kwa mwaka 2024. Eh, kamati ya usimamizi wa tuzo itafanya kazi kwa karibu na vyama na mashirikisho ya kitaifa katika kutambua washindi wa vipengele mbalimbali vya e, tuzo pamoja na kutambua timu na wanamichezo wanaofanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kwa mwaka 2024. E, kamati ya usimamizi wa tuzo inapenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali yakiwemo makampuni e, taasisi za serikali na binafsi na watu mmoja mmoja wanaopenda maendeleo ya michezo nchini kujitokeza kuipa nguvu eh, BMT katika kutekeleza jukumu hili zito na muhimu eh, la kutoa tuzo ili kuendelea kuwapa hamasa wana michezo ya kufanya vizuri zaidi, kwani mafanikio hayo ni ya Watanzania kwa ujumla wetu.